Na mtazamaji mshipa ulimu usipoumia hutamka maneno bila kutetemeka. Wasomali wanasema dume la kweli halichungulii mkewe. Ni Jumatano, tarehe 19 mwezi Novemba 2025. Ni matumaini yangu kwamba buheri wa afya popote ulipo. Hii ni taswira ya ringa Alshifa. Kumbuka, unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni at Alshifa digital Kenya, YouTube ni Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter Alshifa Media. Enyaujambo na karibu. Mimi naitwa Joseph Lewa. Tukianza ni kwamba watu 23 n watatu wanaendelea kupata matibabu katika hospitali kuu ya Kilifi baada ya basi la kampuni ya Tahmid Coach kupoteza mwelekeo na kuanguka katika eneo la Mavweni, barabara ya Mombasa kuelekea Malindi. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, basi hilo lilikuwa likitoka Mombasa kuelekea Lamu wakati dereva alipopoteza udhibiti na kusababisha kugonga kingo za barabara kisha kupinduka mara kadhaa. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni watoto wawili wenye umri kati ya miaka tisa na umri wa miaka kumi na mitano ambao wameripotiwa kupata majeruhi katika maeneo mbalimbali ya mwili. Wote walipelekwa hospitalini kwa usaidizi wa haraka kupitia wahudumu wa gari la dharura la kaunti ya Kilifi ambulance. Daktari msimamizi katika hospitali ya Kilifi amethibitisha kupokea majeruhi ishirini na watatu na kuelekeza kwa baadhi wana majeraha madogo huku wengine wakiwa katika hali ya kati. Hakuna vifo ambavyo vimeripotiwa hadi kufikia sasa. Kwa sasa uchunguzi wa ajali hiyo unaendelea huku maafisa wa usalama wakichunguza chanzo cha ajali hiyo. Na mtazamaji, tutoke kaunti ya Kilifi turudi katika kaunti ya Mombasa ambapo vijana kadhaa kutoka maeneo mbalimbali ya pwani wameelezea malalamiko yao dhidi ya shirika la uajiri la Zawadi Agency liloko Nairobi, wakidai kudanganywa kuhusu safari za ajira nje ya nchi. Wanadai kwamba licha ya kulipa fedha walizokopa kutoka Youth Fund na benki mbalimbali hawajasafirishwa na pasipoti zao zinashikiliwa na shirika hilo. Wanasema benki na taasisi za kifedha zimeendelea kukata marejesho ya mikopo kila mwezi, hali ambayo inawafanya wazidi kuingia kwenye madeni na kuvurugika kimaisha. Aidha, pasipoti zao zinasemekana kushikiliwa na shirika hilo bila maelezo ya kuridhisha. Wanabari wetu Amina Juma ana taarifa kamili. Kwa upande wake, Nuru Hassan ameeleza kuwa kufikia sasa wamekaa miezi sita bila kupata mawasiliano ya kueleweka kutoka kwa shirika hilo huku pasipoti zao zikishikiliwa na hakuwekwa wazi kuhusu kuchelewa huko. Zawadi wa wametuahidi in 2 weeks mta travel since mwezi wa tano tuja mpaka sasa hivi wanatuahidi in 2 weeks mta travel, in 2 weeks mta travel. Tumefanya interview za zaidi ya 4 so far, na ofa letter zao, zingine, zingine si legit. Sasa sasa hivi kuna hizo areas, kuna zinazidi kupanda hizo loan, yaongezeka mapenalties yanaongezeka, na tukiwauliza tutasafiri lini, sasa hivi hawana majibu kabisa, wananyamaza na ukiwapigia simu hawashiki, ukiwa text hawajibu message. Kutokana na hali hiyo, vijana hao sasa wanasumbuliwa na madeni yanayoongezeka kila mwezi kwa kukatwa marejesho ya mikopo na benki, ingawa hajapokea ajira yoyote kama alivyohakikishiwa. So some of us tuko na areas kwa nani bank account tunakatwa. Some of us tunafanya kazi kazi, lazima tutulipe, tulipwe through, eh, bank account. So pesa zikitumwa kwa bank account zinakatwa juu kwa juu.

that, which do do not make any sense. If there was a problem with with their partners, the the the least they can do is just be honest with us. us. But the mystery, the unanswered questions, it's, it has really, really mentally drained us. We We are exhausted. We are so exhausted. exhausted. so Hata hivyo, anaomba serikali na waziri Alfred Mutua kuingilia kati ili kusaidia kutatua mgogoro huo. ajua, kama sio Alfred Mutua, sisi hawa maagent tusikinge wajua, manake wao ndo walikuja nao, tukaenda mama ingina, tukafanya interviews, meaning that eh, in this matter, Alfred Mutua ndo anafaa tusaidie kwa sababu yeye ndo alihakikisha kama wao wamekuja nao maagents Mombasa. Nikiripotia Runinga Al Shifa, mimi ni Amina Juma. Na tukiendelea mbele ni kwamba mamlaka ya usimamizi wa nishati na petroli imeandaa hafla ya kuwapa Wakenya nafasi katika ushiriki wa umma kufikia utengenezaji wa mafuta ya bahari. Kanuni hizi zinakuja wakati muhimu ili kuleta utaratibu wa kuboresha usalama na ulinzi wa mazingira na sekta ya baharini. Hata hivyo, hafla hiyo itaendelea katika kaunti za Kisumu, Turkana na Nairobi.

Every comment. Mtazamaji, kumbuka unaendelea kutazama taswira ya runinga ya Alshifa. Tuelekee kule katika kaunti ya Kwale ambapo walimu wanagenzi almaarufu interns katika kaunti hiyo wamesema wanapinga kuendelea kuajiriwa kupitia utaratibu wa kuwa hudumu wa muda, wakisema mfumo huo wa kutumia walimu waliohitimu kama vibarua muda haumo katika majukumu ya tume ya huduma ya walimu. Wanasema tayari wamefunzwa wamehitimu na wamesajiliwa rasmi na TSC, hivyo wana haki ya kupata ajira ya kudumu badala ya kuendelea kutumiwa katika mpango huo wa muda. Takriban walimu elfu ishirini wanaitaka serikali na wizara ya elimu kuelekeza tume ya huduma kwa walimu kutoa tangazo la ajira ya kudumu mara moja kwa kundi hilo. Hata hivyo, wameukosoa vikali utaratibu wa kuajiri kama walimu walioko kwenye mafunzo, huku wakilalamikia mishahara duni ambao wanasema haukidhi mahitaji yao, wakitaja kwamba hii ni kutokana na mazingira duni wanaofanyia kazi. Aidha, wanaitaka serikali kuongeza bima ya matibabu kutoka shilingi laki moja elfu hamsini hadi laki tatu ili kuboresha ustawi wao kazini.

for these 20,000 teachers which are here. Viva. Mr. President, Viva. We are asking you that internship it is not a source of cheap labor. 17,000 haitoshi, Mr. President. Hmm. Tunaishi mbali na shule na tuna work under very harsh conditions. Tunahitaji uh, to be paid a good salary yenye itasaidia sisi kama walimu. Alafu sisi tuka kijijini, pale watoto wengine wanatuona kule hmm that amount. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kwa walimu, nachukua pumziko fupi, lakini nitakuwa narudi na habari za kimataifa na michezo. Usiende mbali. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuitazama runinga ya Al Shifaa. Kumbuka unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale, Facebook ni Al Shifaa Digital Kenya, YouTube ni Al Shifaa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter ni Al Shifaa Media Kenya. Kimataifa ni kwamba Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu kuongezeka kwa ugaidi, wakimbizi na kusambaratika kwa huduma muhimu Afrika Magharibi na Sahela Katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres amesema Sahel inachangia asilimia 19 ya mashambulizi ya kigaidi duniani na zaidi ya nusu ya vifo vinavyotokana na no ugaidi, huku watu milioni nne wakikimbia makazi yao katika mataifa ya Burkina Faso, Mali, Niger na maeneo jirani. Misaada ya bin Adam pia imekosa ufadhili. Guterres ametaka hatua za pamoja, ufadhili zaidi na mikakati ya maendeleo kukabiliana na chanzo cha ugaidi. ECOWAS imesema ugaidi umeenea zaidi Afrika Magharibi na wanapanga kutuma vikosi vya dharura vyenye askari 1650 hadi 5000 wakisisitiza haja ya ushirikiano na uratibu mmoja wa mapambano. Mtazamaji, tuelekee michezoni ambapo gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani amethibitisha kuwa maandalizi yote yamekamilika kwa ajili ya mashindano ya beiskeli ya Afrika CC 2025 ambayo yameanza leo tarehe 19 hadi Novemba tarehe 23 mwaka wa 2025. Akizungumza na wanahabari katika uwanja wa Kwale Matuga, gavana Chani alisema kwamba serikali ya kaunti kwa ushirikiano na serikali kuu zimeweka mikakati madhubuti kuhakikisha mashindano hayo yanafanyika kwa usalama na bila itilafu yoyote, akisisitiza kwamba mashindano hayo ni fursa ya kipekee kwa Kwale kuonyesha uwezo wake mbele ya bara zima la Afrika. Mbio hizo zinafanyika katika barabara kuu kama vile Likoni, Lungalunga, Kwale, Kombani, sehemu ya kona ya beach hadi Absa na Lotfa Mvindenia ambazo zitafungwa kwa muda mfupi wakati wa mashindano hayo. Waziri wa masuala ya vijana, uchumi bunifu na michezo Salem Mvuria amesema mashindano ya mwaka huu ya Cycling Championship Africa ambayo yanaendelea katika kaunti hiyo yataimarisha uchumi hasa kupitia sekta ya utalii. Kwa upande wake, rais wa shirikisho la baiskeli barani Afrika Daktari Alan Kwame amesema mashindano hayo, ambayo yataendelea hadi tarehe 23 ya mwaka huu, yamekuwa ya kuvutia kutokana na idadi kubwa eh, ambayo imeshuhudiwa huku baadhi ya barabara zikifungwa kutokana na mashindano hayo. Tunawakaribisha katika Cycling African Championship ambayo itafanyika ndani ya Kwale County kuanzia tarehe kumi na tisa mpaka tarehe ishirini na tatu. Mashindano haya yatafanyika Diani na vilevile pia Kwale Town. Ni mashindano ambayo yatashirikisha uh, countries nyingi. Tutakuwa na nchi zaidi ya ishirini ambazo zitashiriki katika mashindano haya. Kwa hivyo tuko katika harakati za kujitayarisha na mashindano yale. Mnakaribishwa nyote kuja kushiriki na pia kuja kusherekea. Na vile vile, Jumamosi tarehe ishirini na mbili kutakuwa na fun day, ambayo kila mtu anakaribishwa, familia zinakaribishwa kuja kusherekea. Mimi niko na yangu na wewe karibu sana, uje usherekee, tuko tayari. na tukisonga mbele ni kwamba baada ya kipigo cha magoli manane dhidi ya timu ya taifa Senegal, sasa mtafaruku umeibuka katika kikosi cha timu ya taifa ya Kenya, ambapo kocha msaidizi wa Harambee Stars Visila Manusaki amesema kwamba benchi la ufundi halikuwa na taarifa zozote juu jinsi ya mechi ya kirafiki dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Senegal ilivyopangwa. Hii imezua maswala ama maswali mengi kuhusu namna maandalizi ya mechi za timu ya taifa

Nam, tuelekea ugaibuni gaibuni, tuangazie wamishi a wachezaji, ambapo miamba wa soka PSG, Real Madrid pamoja na Barcelona wako tayari kushindania sahihi ya fuad wa Norway Erling Braut Haaland kutoka Manchester City. Haaland mwenye miaka ishirini na nne amesaidia timu yake ya taifa ya Norway kufuzu kombe la dunia baada ya kufunga magoli muhimu katika mechi ambazo zilisaidia timu hiyo Kumbuka, Haaland kwa sasa ni kati ya wachezaji ambao wanawindwa na vilabu vingi kutokana na ubora wake wa kufunga magoli akiwa na mkataba na Manchester City hadi mwaka 2034. Liverpool wako tayari kutoa euro milioni 115 ili kumsajili forward wa Brazil Vinicius Junior mwishoni mwa msimu huu. The Reds huenda wakamjumuisha kiungo wa Ujerumani Florian Wirtz katika dili hilo ili kufanikisha usajili huo. Na kwingineko ni kwamba klabu ya Everton iko tayari kumfanya Scott McTominay kuwa mchezaji gali zaidi katika historia ya klabu hiyo kwa kutoa euro milioni sabini ili kumnasa kiungo huyo kutoka Napoli. McTominay pia ameivutia klabu yake ya zamani ya Manchester United ambayo inapanga kumrudisha kambini hapo. Arsenal wako tayari kusikiliza ofa za mkopo kwa ajili ya kinda wa Uingereza Ethan Nwaneri ili apate muda wa kucheza kulingana na jarida la Court Offside. The Gunners hawana mpango wa kuhatarisha kipaji cha mchezaji huyo ambaye aliweza kuchipuza kupitia akademia ya klabu hiyo akiwa na miaka kumi na mitano, na kuna fununu kwamba Man United wanavutiwa na dili la kumnasa forward wa Brazil Neymar Jr ambaye anatafuta nafasi katika kikosi cha Carlo Ancelotti ili kushiriki kombe la dunia la mwaka 2026. Kulingana na jarida la Fijaches, the Red Devils wako tayari kumpa Neymar Jr mkataba wa miaka mitatu ili kujiunga nao licha ya kukumbwa na majeruhi ya mara kwa mara akiwa na Santos ya kule Brazil. Na mtazamaji, mtu mfupi sio mtoto. Kwa niaba waliofanikisha matangazo haya, mpiga picha amekuwa ni Dennis Maina, ameshiriki pia Yasser, leo upande wa pili, mimi naitwa Joseph Leo. Lala lalatam.